Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 6, siku ya Ijumaa. Tafakari zaidi, soma Ellen G White karika ukurasa 89 na 90 katika Wazee na Manabii. Kuhani mkuu hawezi kujitetea mwenyewe au watu wake kutoka kwa mashtaka ya Shetani. Hawezi kudai kwamba Israeli haina makosa Akiwa amevaa mavazi machafu yanayoashiria dhambi za watu anazobeba kama mwakilishi wao, anasimama mbele ya malaika, akiungama hatia yao, lakini bado akionyesha toba na unyonge wao na kutegemea rehema ya Mwokozi mwenye kusamehe dhambi. Kwa imani anadai ahadi za Mungu. Mashtaka ya shetani dhidi ya wale wanaomtafuta Bwana hayachochewi na kuchukizwa na dhambi zao. Yeye hufurahia tabia zao kengeufu, kwa maana anajua kwamba ni kwa uvunjaji wao wa sheria ya Mungu tu ndipo anaweza kupata nguvu juu yao. Shutuma zake hutokana tu na uadui wake kwa Kristo. Kupitia mpango wa wokovu, Yesu anavunja umiliki wa shetani kwa familia ya kibinadamu na kuokoa roho kutoka kwa nguvu zake. Kwa nguvu zake mwenyewe, mwanadamu hawezi kukabiliana na mashtaka ya adui nguo zilizotiwa doa, akikiri hatia yake, anasimama mbele za Mungu. Lakini Yesu, wakili wetu, anaomba ombi la pekee kwa niaba ya wote ambao kwa toba na imani wamekabidhi uangalizi wa roho zao kwake. Anawatetea, na kwa mabishano makuu ya Kalvari anamshinda mshtaki wao. Utii wake mkamilifu kwa sheria ya Mungu umempa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na anadai kutoka kwa baba yake rehema na upatanisho kwa ajili ya mtu mwenye hatia. Ellen G. White, manabii na wafalme, gombo la pili, ukurasa wa 189 hadi 192. Maswali ya kujadili, swali la kwanza. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba walikuwa ulimwenguni lakini si wa ulimwengu. Tazama Yohana Mtakatifu sura ya 15 aya 19, sura ya 17 aya 14 hadi 16. Tunawekaje usawa kati ya wajibu wetu wa kuvuta ulimwengu na hitaji la kujilinda na ulimwengu pasipo mawaa? Yakobo 1:27. Swali la pili. Huduma ya hadhara ya Nuhu kabla ya gharika inatufundisha nini kuhusu jinsi pambano kuu linavyofanya kazi? Ni kwa njia zipi tunatimiza wajibu ule ule leo? Swali la tatu. Kabla ya kuwateketeza waovu kwa moto kutoka mbinguni kama alivyofanya kwa Sodoma, Mungu anawafufua kutoka ufuni na kumruhusu Shetani kufanya kazi pamoja nao kwa muda mfupi. Ufunuo sura 20 ya 7 hadi ya 9 ni sababu gani unaweza kufikiria kwamba hii itakuwa hatua ya mwisho ya lazima kabla ya Mungu kuweka kila kitu sawa? Swali la nne. Unapozingatia masimulizi tuliyojifunza juma hili, ni tahadhari gani unapata kwa ajili ya maisha yako mwenyewe? Visa hivi vinakufundisha nini kuhusu tumaini lako katika Kristo? Hii ni somo la kumi linalosema tuliofikiwa na miisho. Mungu atubariki sote na uwe na wakati mwema.